mia moja ishirini na mbili mstari mdogo wa kwanza hadi mstari wa tisa. Zaburi mia moja ishirini na mbili Zaburi mia moja ishirini na mbili mstari mdogo wa kwanza hadi mstari wa tisa. Zaburi mia moja ishirini na mbili mstari mdogo wa kwanza hadi wa tisa. Aliyeona atusomee kwa haraka. Amen.

Bwana asifiwe sana Sina. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema niseme sasa, amani ya Bwana ikae nawe mwambie mwenzako amani ikae nawe, mwambie tena amani ikae nawe. So mimi ninazungumza ni maandiko matakatifu. Bwana asifiwe sana. Nimeenda msali ule, anasema kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki yangu. Rafiki yangu ni nani? Ndugu zangu ni nani? Kanisa, haleluya! Muulize mwenzako ndugu yako ni nani na rafiki yako ni nani? anasema kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki yangu. Ndugu zangu na rafiki zangu ni wale waliotamani kuingia katika malango haya, ni wale waliotamani kuacha kazi zao, ni wale waliotamani kuacha ratiba zao kwa ajili ya Bwana mahali hapa siku ya leo. Sema amen. Inawezekana unao ndugu wengi wengi sana, unao marafiki wengi, mpaka wengine umewasahau na majina. Kanisa, haleluya! Lakini angalia, ni nani ambaye anatetemeka anapolishikia habari za neno la Mungu? Ni nani ambaye akisikia neno la Mungu anaanza kutamalake, anasema, hapana, kwenye hiyo ibada na mimi nitakuwepo, kwenye hiyo sala na mimi sitakosa, niombee neema, niombee baraka. Huyo ni nani? Maandiko yanasema ni wale walipendao neno la Bwana. Inawezekana unao ndugu, lakini hawana namna ya kulisikia neno. Unao marafiki, lakini hawataki kulisikia neno. Bibi nasema ya kwamba utakieni amani kwa ajili yao. Wewe rafiki yangu, pokea amani katika jina la Yesu. Na wewe ndugu yangu, pokea amani katika jina la Yesu. Amani ya Bwana iwe juu ya nyumba yako, amani ya Bwana iwe juu ya makuta yako, amani ya Bwana iwe juu ya familia yako, amani ya Bwana iwe juu ya maisha yako. Sema amani ya Bwana iwe nawe. Gusa watu wawili waambie amani ya Bwana iwe nawe. Gusa tena watu watatu waambie amani ya Bwana iwe nawe. Waambie tena amani ya Bwana iwe nawe. Aya ya ah, ah, kanisa haleluya. Asema amani na ikae ndani ya kuta zako amani na ikae ndani ya kuta zako na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Ukiwa na amani ndani ya kuta zako na majumba yako, yatafanikiwa, maisha yako yatafanikiwa, afya yako itastawi, maisha yako yataongezeka. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba amani na ikae ndani ya kuta zako. Sema, amani ya Bwana ikae ndani yangu. Mwambie ya tena mwenzako, amani ya Bwana ikae ndani yako. Ya nawezekana, wengine wamekuja hapa, amani zimetoweka. Haleluya! Mwambie mwenzako amani ipo. Mwambie tena, amani ipo. Mwambie amani inatawala, amani inatawala la la. Kanisema vibaya nani? Kanisema kule bombani, wacha na mimi anaye nasema kesho tutaonana pale pale. Leo wacha Bwana aseme na maisha yako, leo wacha Bwana ajikatejia maisha yako. Haleluya! Amani ya Bwana iwe nawe, moyo wako ukitawaliwa na amani ya Bwana, hata wale waliokutukana unawaona ni ndugu zako. Mayo wako kitawaliwa na amani, na amani na, na ya Bwana hata waliokudharau unaona ni rafiki zako tu. Inawezekana wengine ukipishana nao barabarani napigana vikumbo kidogo, alafu baadaye ukienda kanisa unaambia amani ya Bwana iwe nao na yule. Haleluya, haleluya, kikumbo kule, haleluya haleluya. Neno la Mungu ni ni nyundo, eh. <laughs> Inagonga kidogo hapo baadaye inapunguza makali. Bwana asifiwe sana. Inawezekana tu naye hapo asubuhi mlipishana kidogo, baadaye mnaimba wote pamoja mkicheza Haleluya. Kanisa la Bwana, hebu ina maana nyosha mkono wako juu, anasema na kufanikiwa ndani ya majumba yako, kuna kufanikiwa. Unajua mafanikio yanakataa kabisa kwa sababu kama moyo hauna amani. Kama maisha hayana amani. Yeah. Mimi siku kutoa mfano mmoja kwa kanisani nikasema njiwa ni ndege anayependa amani sana. Mm -hmm. Akija ukiona njiwa anakaa mahali fulani, anatulia. Sasa hapo mahali pana nini? Mm -hmm. Ikiwa hiyo nyumba haina amani, hapo unafuga njiwa, yule njiwa anatoroka. Mm -hmm. Mimi nita hiyo kufuga njiwa. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kushuhudia nyumba fulani walikuwa wafugaji wazuri wa njiwa, siku hiyo usiku hawajalala. Mume na mke ni wale njiwa walitoka wote wakapeperuka wanaamka asubuhi wanaangalia njiwa hakuna anayezunguka pale hakuna wanajiuliza hawa njiwa wamekwenda wapi imefika asubuhi mpaka jioni wale njiwa hawajafanyaje hawajarudi kwa nini njiwa anapenda nini mwambie mwenzako we unaitaka amani mwambia tena we unaitaka amani muulize we unataka amani halafu waibrania akasema tafuteni kwa amani na nini Sio mchungaji peke yake, kwa sababu yeye ndiyo mtumishi wako. No, bila sema kuwa na amani na watu wote. Hata yule aliyekutukana tafuta amani naye, hata yule aliyekudharau tafuta amani naye, hata yule aliyekutema mate tafuta pia amani yakuwa naye karibu. Haleluya, kanisa la Mungu, haleluya. Ndio maana unapo unapotengeneza amani, maandiko yanasema nakufanikiwa ndani ya majumba yako, ukitembea unakuwa nafanikiwa. Afya, mafanikio ya kwanza ni afya afya ikianza kustawi ndani, hata nje kunakuwa na nini? Na mafanikio. Kama afya ndani nakauka, hata uchumi unafanyaje? Hiyo unakauka. Ambaye mwenzako unaionaje? Ujiangalie, umekauka. Ukiona umekauka kuanzia ndani, Mungu akusaidia. Aa, ndani leo Mungu akaanza kulistawisha, sema amina. Nzuri, nzuri. Wengine wanalia tu, analia la mani laulikosa amani, Mungu akupe amani katika jina la Yesu, Mungu akupe amani katika jina la Yesu, Mungu akupe amani katika jina la Yesu.